Wagonjwa zaidi waliojeruhiwa kwa silaha wanatafuta matibabu nchini Sudan Kusini. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC inasema mwaka huu pekee imewatibu karibu wagonjwa elfu moja wa aina hiyo. Hii inasema ni idadi kubwa zaidi kurekodiwa tangu mwaka 2018. Madaktari wa upasuaji wanaripoti kwamba kila siku wanatibu wagonjwa wenye majeraha makubwa ya mguu na viungo vingine mguuni. Majeraha haya yanahitaji matibabu ya kina na wakati mwingine kufanyiwa upasuaji. Wataalamu wa masuala ya misaada wanasema kuwa hii inaakisi kuzuka upya kwa mapigano nchini humo na kuzua wasiwasi wasi mkubwa. Ghasia zinazoongezeka katika sehemu za Sudan Kusini tangu mwanzoni mwa mwaka 2025 zinasemekana kusababisha ongezeko la watu wenye majeraha ya risasi milipuko na silaha zingine. Vituo vya afya hasa katika maeneo ya mbali vinaripotiwa kushindwa kukabiliana na idadi kubwa ya watu, huku wagonjwa wengi wakifika baada ya kucheleweshwa kwa muda mrefu, na hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa nafasi zao za kupona majeraha. Kwa wagonjwa wengi, upasuaji ni hatua moja tu ya kupona kwa muda mrefu lakini ina ugumu. Sudan Kusini bado haijarejea kikamilifu katika hali ya kawaida kutokana na athari za mzozo wa ndani ulioanza Desemba mwaka 2013 kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wakati huo, Riek Machar. Mkataba wa amani ulioimarishwa mwaka 2018 ulikusudiwa kuwa msingi muhimu dhidi ya vita ya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanzishwa tena, lakini vipengele vya masharti yake ya kugawana madaraka na usalama vinasambaratika. Ukiukaji wa usitishaji mapigano na makabiliano kati ya vikosi vya serikali na wapinzani umeongezeka katika majimbo ya Jonglei, Unity na Upper Nile. Kuzuiliwa na kufunguliwa mashtaka kwa viongozi wa upinzani akiwemo makamu wa rais Riek Machar ambaye anashtakiwa kwa uhaini kumesababisha hali ya siasa kuwa tete na kuongeza mgawanyiko. Mabadiliko ya kisiasa ya serikali ya rais Salva Kiir yamedhoofisha mifumo ya utawala jumuishi ambayo ni msingi wa makubaliano ya amani maendeleo ya msingi katika maeneo muhimu ya mpito, mabadiliko ya sekta ya usalama, uundaji wa katiba na mchakato wa uchaguzi yanasalia kukwama. Wakati juhudi za kikanda zikiwa hazisaidii kabisa kupunguza mivutano ya ndani kote Sudan Kusini, watu takriban milioni 7.5 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku mafuriko, watu kuhama makazi na ghasia zikiendelea kuwa kikwazo kikuu kwa watu kupata mahitaji yao. Wakati huo huo, vita katika nchi jirani ya Sudan vinazidisha hali kuwa mbaya. Tangu Aprili mwaka 2023 zaidi ya watu milioni 1.2 wamevuka hadi Sudan Kusini kutoka Sudan na kuhatarisha zaidi mifumo na rasilimali ambayo tayari imelemewa. Na huku Sudan Kusini ikiwa inapanga kufanya uchaguzi wake wa kwanza mnamo Disemba mwaka 2026, tangu ilipopata uhuru mwaka 2011, Umoja wa Mataifa unaonya kwamba bila hatua madhubuti, taifa hilo changa zaidi barani Afrika linakabiliwa na hatari ya kutumbukia katika vita tena, na raia ambao tayari wanapitia madhila makubwa zaidi.